Unachokifanya katiki, kama alivyo tiki huyu. Usivuke huku, kuna watu wat... watatiki mpaka huku ah. <laughs> Utakumeharibu. <laughs> Mimi CCM naipenda sana, mpaka mama aone nimetikitiki kubwa. Ah, katiki ndani ya nini? Ndani ya boxi, mmeona. Lakini kuna watu wengine watakuja kutiki hapa kwenye CCM. Hapana, utakuwa umeharibu. Kuna watu wengine watatiki kwa Daktari Emmanuel Nchimbi. Utakuwa umeharibu. Nenda katiki hapa. Unaangalia nembo ya chama unakuja na huo mstari ita, unatiki, unakunja karatasi yako, unaweka. Leo tarehe ishirini na moja mwezi huu wa kumi, tumezunguka takriban kata tatu kukutana na wajumbe wa chama pamoja na jumuiya zake, lakini tumekutana na timu zote za ushindi. Lengo ya ziara yetu ilikuwa ni kuhamasisha wana CCM viongozi na makada wa Chama cha Mapinduzi kujitokeza kwa wingi tarehe ishirini na tisa kwenda kupiga kura za kishindo kwa Chama cha Mapinduzi. Lakini tunashukuru mwitikio ni mkubwa, mahudhurio ni mazuri, inaonyesha ni jinsi gani watu wanakipenda chama. Kote tulikopita, tulipoanzia kata ya Lubanga tukaja kata ya Kamwanga na tukahitimishia kata ya Lwezera, mwitikio ni mkubwa Wananchi wanakubali Chama Cha Mapinduzi na wana CCM wanakipenda Chama Cha Mapinduzi, lakini kubwa kuliko wana CCM wanaridhishwa na utekelezaji wa ilani kwenye kata zao, wanampenda mbunge wao pia na wako tayari kwenda kutiki Oktoba 29.